Ni mahafali ya kwanza ya Chuo cha Takwimu Mashariki mwa Afrika ambapo wahitimu 64 wametunukiwa vyeti vya shahada ya kwanza na stashahada katika takwimu sahihi za serikali. Akizungumza kwenye mahafali hayo, katibu mkuu kiongozi, Balozi Ombeni Sefue, amesema serikali haiwezi kuendesha mambo yake sawasawa sawa bila kuwa na takwimu sahihi, hivyo ametoa wito kwa taasisi mbalimbali kuhakikisha kuwa zinasomesha wataalamu wa takwimu ili waweze kuisaidia serikali. ukiandaa okay, sera au ukijaribu kutathmini utendaji wa serikali bila takwimu unajidanganya tu. Na nilichosema ni, ni kwamba sera inayobuniwa na utekelezaji ambao hauzingatii takwimu utakuwa sio sahihi, utakuwa unajidanganya tu. Kwa hiyo nilizungumzia sana umuhimu wa, wa takwimu, na kwa maana hiyo umuhimu wa kusomesha vizuri wataalamu wa, wa takwimu na kuwatumia pamoja na kusifia hatua ya chuo hicho kuanza kutoa shahada katika takwimu sahihi za serikali, Balozi Ombeni Sefue alikuwa na haya ya kueleza. Hii ni mara ya kwanza tuna, tunatoa wahitimu wa degree ya bachelor kwenye takwimu rasmi za serikali, kwa hiyo ni jambo, jambo la historia sana kwetu. Chuo hiki kinafikisha miaka hamsini, na katika kufikisha miaka hamsini kimeweza kukamilisha mafunzo ya kozi ya kwanza ya bachelor's degree kwenye, kwenye takwimu. Aidha, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya takwimu Dr. Albina Chua amewataka vijana hao waliohitimu masomo hayo kufanya kazi kwa bidii, ili waweze kuwasaidia wananchi, kwani takwimu sahihi zinachochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu kwa wananchi katika bara la Afrika. Tuna watakwimu hawa wa vijana, tunasema young sisi ni karibu tuna, tuna staff. Na kazi ya hawa vijana sasa ni kutumia teknolojia ya kisasa, kuzipunguzia serikali za Afrika gharama za kukusanya takwimu. Naye mkuu wa chuo hicho Profesa Innocent Ngalinda alikuwa na haya ya kueleza. Chuo hiki kilipoanzishwa mwaka 65 kilianzisha diploma na na certificate na diploma kwa muda wa miaka 47 kilikuwa kitatoa certificate na diploma tu. Mimi niliingia hapa mwaka 2012 na hiyo, nikaagizwa kwamba nikifanya hiki chuo kikuwe, na nikaahidi kwamba nitakuwa kitakuwa. Kwa hiyo mwaka 2012 mwezi wa kwanza nilipoingia hapa nikaanza mchakato, na mwezi wa kumi ndio hawa walioingia kwenye degree. Peter Edson Mwananchi Digital